na hizi siku mia za Rais Samia katika sekta ya ujenzi, jambo kubwa ambalo Rais Samia amelionyesha kwa vitendo katika hizi siku mia moja ni kasi ya uwajibikaji, kasi ya uwajibikaji na kutaka matokeo kwa wananchi, na hili limeonekana kwa vitendo vya kupigwa vita uzembe na wale watu ambao kwamba wanaonekana kuwa hawako tayari kutimiliza yale yanayowapendeza wananchi, kwa kweli wamechukuliwa hatua kali sana, na mmetuona viongozi wote kwamba haya maono na haya maelekezo ya mheshimiwa rais, sisi tumeyachukua kwa uzito mkubwa. Mahala hapa hapakuwa na madaraja ya uhakika ya kupitisha maji maji yaliyokuwa yakitoka huko milimani yakipita hapa, nina hakika na ndizo simulizi zinasema kwamba yamewahi kuua watu, lakini vile vile palikuwa na giza kubwa sana hapa. Katika hizo siku mia moja za maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumekamilisha mradi kama hii hapa. Sasa miradi hii imekamilishwa kwa uhakika ndani ya hizi siku mia tulikuwa na miradi 81 mikubwa yenye gharama ya zaidi ya bilioni 500, na katika hiyo 81 miradi 40 imekamilika kwa ukamilifu wake kama huu unaouona hapa leo, na yote kwa hakika kabisa imekwenda kutatua changamoto za wananchi, na yote kwa hakika kabisa imekwenda kuleta tabasamu kwa wananchi. Kwa hivyo tunayo kila sababu sisi watu wa miundombinu sisi watu wa ujenzi TANROADS na wengine Wizara ya Ujenzi kueleza kinagaubaga na kwa ufasaha juu ya kazi nzuri aliyoifanya Rais Samia hususan katika sekta ya ujenzi, sekta ambayo ni msingi wa maendeleo katika taifa letu. Asante sana.